Na tukaombe roho ya kumcha Bwana dhidi ya taifa letu. Isaya sura ya kumi na moja. Ule mstari wa, wa pili. Tukaite roho ya kumcha Bwana. Tukaite roho ya kumcha Bwana. Anasema, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Roho kumcha Bwana ni roho kabisa, ni roho, ni roho kabisa. Sasa tunapokwenda kuiomba hii roho ya kumcha Bwana, ile kitabu cha Mwanzo pia sura ya kwanza mstari wa pili. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili, naunganisha ma, ma, maandiko mawili. Roho ya kumcha Bwana. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilini vya maji anasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa, kwa, kwa tafsiri za Kiingereza anasema ni kama roho ya Bwana alitanda juu ya uso wa maji. Alitanda natuamwambia tuiite tu, roho ya kumcha Bwana itande hii uh -huh. Ni King James anasema anasema and the spirit of God moved upon the face of waters. Sisi namwambia roho ya kumcha Bwana tunaiambia itembee, itembee kwenye kila ofisi kama roho hii itembea. Yes, hii ni amplified Amplifier inasema the spirit of God was moving. Alafu kwenye mabano ameweka hovering. Ndio ile kama mtu anakuwa ameatamia brooding ni hiyo hiyo brooding kama kuatamia. Uh, unaatamia unafunika. Anasema brooding. Na hivi anatumia neno anasema the spirit of God was hovering upon the waters. Ni kama vile roho wa Mungu alikuwa ameatamia, ametanda, amefunika, amekaa juu ya hicho kitu. Na roho wa Mungu akikaa juu ya hivi kuna kitu huwa kinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye, kwenye kitabu cha Luka sura ya, ya kwanza mstari wa 35, angalia pale Luka sura ya kwanza mstari wa 35 tunapata andiko hilo hilo la hovering, la la, la roho wa Bwana kumwatamia mtu kumfunika mtu, roho wa Bwana kukaa juu ya nchi au kukaa juu ya mtu. Anasema na nguvu za aliye juu zitafanyeje? Zitakufunika zita kama kivuli, hiyo hiyo kufunika kama kivuli. Anasema yes. Uh -huh. Anasema, yes, hapo hapo. Anasema the angel replied. Anasema the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Tafsiri yake ni kwamba anasema roho wa Bwana atakujia juu yako. Hiyo atakujia juu yako ni kama atakuatamia. Alafu anasema na nguvu za aliye juu zitafanyeje? Zitakufunika kama kivuli. Hiyo hiyo kufunika kama kivuli, ili, ili utie kivuli mahali kwa mfano hapa hapa ndani tuko kwenye kivuli kwa sababu uko juu kote kumefunikwa. Bwana Yesu asifiwe sana maana yake inabidi roho ya Bwana alifunike taifa. Kwa Kiswahili anasema, Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Nataka na tukaiombe roho ya kumcha Bwana, tumwambie Bwana aiachilie roho yake hii, roho ya kumcha Bwana irudishe hofu ya Mungu tena ndani ya Watanzania, irudishe hofu ya Mungu tena ndani ya viongozi wa serikali, irudishe hofu ya Mungu tena kwa vijana wa taifa hili. Roho ya kumcha Bwana irudishe hofu ya Mungu. Ile hofu ya Mungu, hofu ya Mungu sio kumwogopa Mungu. Hofu ya Mungu ni kuogopa kuwa mbali na Mungu. Hofu ya Mungu ni kuogopa ku, ku, kuogopa kumuumiza Mungu ni, ni ile mtu una, una, una, una, kuna mambo unaacha kuyafanya kwa sababu unajua ukiyafanya kuna namna utamuumiza Mungu uta, kuna namna utamchukiza Mungu, kwa hiyo unayaacha na kuacha baadhi ya mambo ambayo Mungu hayapendi, kwa sababu i, kinachofanya hivyo ni kwa sababu kuna hofu ya Mungu juu ya hilo taifa. Bwana Yesu asifiwe sana, unanielewa vizuri mtu wa Mungu. Tumesema tunaenda kuiomba roho ya nini? Ya kumcha Bwana. Na labda nikupe andiko limu, la mwisho, andiko la mwisho, andiko la mwisho mandarakaraba baba baba, mstari wa 29 Kutoka 30 mstari wa 29, na wasome kwa sauti, anasemaje? Nawe utavitakasa vitu hivyo uhum ili viwe vitakatifu sana, uh-huh. Tena kila kivigusacho vyombo vile nachenyewe kitakuwaje? hebu sema tena, na chenye kitakuaje? hebu sema tena, nachenyewe kitakuwaje? Kitakatifu. Mungu anasema, tunamwambia Bwana atupeleke kwenye hii dimension, Mungu atupeleke kwenye hii dimension ya utakaso. Anasema, nawe utavitakasa vyombo vitu hivyo, ili viwe vitakatifu sana Sio tu vitakatifu, vitakatifu sana, maana hicho ni kiwango cha juu cha utakatifu ambacho kitafanya mtu yeyote akikukaribia, mtu yeyote akikugusa, mtu yeyote akikusogelea anageuzwa, na ile nguvu inayokusaidia kuishi maisha matakatifu inaanza kuingia na ndani yake, na yeye anaanza kuishi, anaanza kutembea kwenye utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni nguvu ambayo ikija, ikija kwetu inatusaidia ina, ina, ina na sisi kuwageuza na kugeuza vingine visipokuwa vitakatifu vigeuzwe kuwa vitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtembeo wote mkubwa wa Mungu, mtembeo wote mkubwa wa Mungu ambao tutaweza kuutunza mahali popote, lazima tuutunze kwa utakatifu. Nilikuwa nasoma andiko lingine la mwisho Kutoka ishirini na tano msari wa nane nao nawanifanyie patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. Maana yake Mungu anaketi mahali ambapo amefanyiwa amefanyiwa ametengenezewa, na tunaenda kutengeneza hayo mazingira ya utakatifu kupitia maombi haya. Katika jina la Yesu, simama kwa miguu yako, tuombe. Tunapoomba ili ombi, tunaituma roho ya kumcha Bwana ivamie mitaa, roho ya kumcha Bwana ivamie vijana, roho ya kumcha Bwana ivamie kila mahali kwenye baa, kila mahali wanapocheza kamari, kila mahali ambapo watu wanajiuza. Tunaituma roho ya kumcha Bwana kule vioni. My God, my Lord, kule vioni, tunaituma roho ya kumcha Bwana iwaendee wale vijana katika jina la Yesu. Hii ni roho kabisa, inaweza kukaa ndani ya mtu. Hii ni roho kabisa. Warumi sura ya kwanza mstari wa tatu na wanne anasema Yesu alidhihirishwa anasema Yesu alizaliwa kwenye familia ya Daudi na akadhihirishwa kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu. Maana yake utakatifu ni roho Sema katika jina la Yesu kwa sauti yako, katika jina la Yesu kwa sauti tena, katika jina la Yesu. E Bwana Yesu, tunaiomba roho ya kumcha Bwana ili atamie taifa hili. Tunaiomba roho ya kumcha Bwana iatamie taifa hili kwa jina la Yesu. E Bwana Yesu, roho yako ya kumcha Bwana ili atamie taifa hili kwa jina la Yesu, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila mkoa, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila mkoa, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila mkoa, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila ofisi, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila wilaya, roho ya kumcha Bwana njoo juu ya kila mkoa kwa damu ya Yesu, roho ya kumcha Bwana ya kumcha Bwana na hofu yako irejee juu ya taifa hili. Roho ya kumcha Bwana imwagwe kwenye kila nyumba ya ibada kwa jina la Yesu. Roho ya kumcha Bwana imwagwe kwenye kila chama cha siasa kwa jina la Yesu. Roho ya kumcha Bwana imwagwe kwenye kila wizara kwa jina la Yesu. Hebu anza kuliomba ile ombi, anza kuliomba anza kuliomba mwambie, Bwana hatunaita roho ya kumcha bwana makaparata zarakapa yata rekapa basata lakapariakata rimakasanda yantarakapa Rekatadaba, eparakatwa zaporiakata lekaparata esapara e rekete e zatatata, lakatarapa Isaya thelathini na mbili ule mstari wa kumi na tano Isaya thelathini na mbili ule mstari wa kumi na tano Ebwana, mwaga roho yako, anasema hata roho itakapo mwaga kutoka juu, nayo nchi ambaye ilikuwa ni jangwa itageuzwa kuwa shamba lizalo. Bwana roho yako imwagwe, roho ya kumcha Bwana imwagike, imwagike, imwagike, mwagike. lekadapa rakata rakabababa saparada Zekaria kumi na mbili kumi anasema initaimwagia Ha nyumba ya Daudi na wenyeji wa nyumba ya Yerusalemu roho ya neema, hasema roho ya neema na kuomba. Amwambie Bwana, mwage roho ya neema na kumcha Bwana, hofu ya Mungu irejee, hofu ya Mungu irejee kwa wenye mamlaka, hofu ya Mungu irejee kwa wenye mamlaka. Mabintu wanajuza waziwazi ni hofu imepotea. Amwambie Bwana, tunarejesha hofu yako kwa madaktari na manesi wa Tanzania, hofu yako ireche, wale wanaotoa mimba waache, waache. yeteleka elakaparya zabratel ya kata rekaparya kasaya ezatalakapa rakapaapa aroa Bwana, kama ulivyotanda achu ya uso wa nchi, atanda tena Tanzania Atanda tena Tanzania, liatamie taifa hili, roho ya kumcha Bwana. Yatara baba. Ee Bwana, roho ya kumcha Bwana imwagike kwenye masoko ya Tanzania, imwagike kwenye masoko ya Tanzania. Aruswa ife. Roho ya kumcha Bwana inuke. Harusi waife. Roho ya kumcha Bwana inuke. Mashada ba. Raka ba ba ba. Ya taranda dada. Raka ba da ba. Esa paralia. Leka libariata. Esa ratata. Raka pa ya kata ba. Mzigo mzito kwenye taifa hili. Ni dhambi, ni dhambi, ni dhambi, ni dhambi. Isaya 20:20 anasema dunia inalewalewa kama mlevu nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala itainuka tena. atanzania utaanguka. hatumekuja kuomba kwa ajili yako, roho ya kumcha Bwana ikutawale, ikutawale, ikutawale. hatuna ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu juu ya taifa hio, ita damu ya Yesu juu ya taifa hii, ita damu ya Yesu juu ya taifa hio, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita Damu ya Yesu esaparata rakabadaba damu ya Yesu damu ya Yesu lifunike taifa hili la Tanzania. Damu ya Yesu ije juu yako, damu ya Yesu ije juu yako, damu ya Yesu ije juu yako. Waebrania kumi na mbili ule mstari wa ishirini na nne yakataraba na yakanananasanda rakadabb esaparataraba yakadaana rakata anasema Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu yake ya kunyunyizwa inenayo mema. Hatuna nyunyiza damu ya Yesu akila mahali, damu ya Yesu akwenye kila ofisi, akwenye kila kanisa, akwenye kila mtaa, damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu damu ya Yesu, damu ya Yesu, Tanzania hata uliko zote, ambaye ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu wa Tanzania, tunawanunua kwa damu hatuna wanunua kwa damu, mnatoka kwenye uovu hatuna wanunua kwa damu mmenunuliwa kwa damu. kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hata taifa hili imenunuliwa akwa damu ya Yesu, hataifaili mali ya Bwana, ni mali ya Bwana, ni mali ya Bwana, hataifaili ni mali ya Bwana, rada kata masata rada, watoto wetu ambao wamehesabiwa pia.